Wakati atakapofika lakini, kwa sasa tuelekee kwingineko, ambapo kuongezeka kwa visa vya ajali kwenye barabara ya kutoka Loitokitok hadi Emali, kaunti za Kajiado na Makueni, kumewachochea maafisa wa polisi kwa ushirikiano na viongozi wa makanisa kuandaa matembezi kutoka mji wa Ilasiti hadi mji wa Kimana kuhamasisha umma kuhusu usalama wa barabarani. Hebu sasa tuungane naye Robert Masai kwa mengi zaidi. Kama unaona um, leo mmefika um, hapa labda kufanya nini na kwa manufaa gani? Kwanza nianze kwa kusema jina langu kwamba mimi ni Reverend Joel Olalashe, ni mmoja wa viongozi katika mji wa Loitokitok, na tunashukuru Mungu sana kwamba leo tuko hapa tumeshikana na idara ya traffic polisi na pamoja na viongozi wengine kwa ajili ya jambo ambayo imekuwa janga sana katika eneo hili subkaunti yetu kwamba tunaanza leo maombi kumusihi Mungu ili kwamba alete rehema kwa ajili ya vifo hizi, na si tu kuombea barabara pekee, lakini hata nchi inahitaji maombi. Biblia, mnakumbuka kwamba Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea. Ukiona leo tumenyenyekea, tuko na uh, watu wa bodaboda eh, kuna wakati moja nchi ya Ninawi walivaa magunia. Kwa hivyo leo tunaomba rehema kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya barabara. Mungu atuondolee janga hili. Kwa hivyo tuko hapa na wachungaji na viongozi wengine, kwamba tunaanza hapa boda na tunaelekea tumekava mpaka Simba Cement, ili kwamba Mungu awe pamoja nasi. Mungu aibariki nchi yetu. Asante sana. Labda karibia tu hapa hivi. Wewe ndio mwenyekiti wa bodaboda katika eneo hili, na vijana wengi wa bodaboda ndio wamekuwa wakifariki. Je, tatizo liko wapi na nini afaa kufanya? Asante sana ndugu yangu Robert Masai mimi ndio chairman wa overall boda boda kutoka Ilasit mpaka hapa boda. Kwa majina anaitwa Simon Nakasi. E, nina hudumu katika kanisa la Reumi, na kwa sababu ya muda e, tumekuwa tukipata ajali sinakuwa zinapatikana kwa sababu ya hitilafu ya pale na pale, unakuta ndugu zetu wengine wana wanakunywa pombe wanaendesha pikipiki unakuta pia magari hawana heshima na watu wa bodaboda. Unakuta kwa sababu mtu ni bodaboda boda, gari linakuja lina overtake side yoyote, kwa sababu si mimi kama mwana bodaboda ama mwana uchumi wa chini wa biashara wa chini sina hatia barabarani, na ningeomba cha msingi sana, kwa sababu ya ajali zilizotokeza hapa barabarani kwetu hapa mpakani imesababishwa na, kwa sababu ya kutokuwa na bumps. tafadhali kenha, tunaomba kabisa tumekuwa serikali yetu hapa boda wamejaribu kuongea nanyi polisi, base commander amekuwa akiongea na nyinyi, lakini jamani, sikilizeni wito wetu, tuwekeni mabumps kwa sababu bumps inasaidia sana, ikiongozwa na mheshimiwa wetu Parashina na mbunge wa Kajiado South, tunakulilia kabisa, ongea na kampuni ya KENHA waje watuwekee bumps hapa barabarani hapa pilipili pili, na pale mbele ya pilipili pili kidogo, kwa sababu ajali zinafanyika kwa sababu barabara liko wazi kabisa, na sasa hivi tuko na jamu ya hizi matrela ambaye zinatembea hawaheshimu mapikipiki, hawaheshimu magari ndogo uh-huh. Ndio maana wanatuletea ajali tofauti tofauti. Asante sana, Robert Masai, asante sana. Bila shaka, wacha tumalizie na kamishona um, wa eneo hili, labda tueleze tu hali ikoje kuhusiana na masuala ya ajali katika eneo hili? Asante sana. Kwa hivi karibuni tumekuwa na changamoto la ajali e, lakini hatuwezi sema imekuwa kubwa sana e, lakini leo viongozi wa huku, viongozi wa kanisa e, wale wanaotumia barabara tumekuja pamoja leo kuhamasisha wale wote ambao wanatumia barabara huu e, ile uziano ya abiria na wale wanatumia magari ndio e, tunataka kuleta pamoja pia vijana wa boda boda, pia tunataka, wengine wanaweza kujua kutumia pikipiki piki leo hata bila kutumia kukuwa na license. Unaona ameanza kutembea kwa barabara. So hii siku ya leo tu tuko hapa kuhamasisha watu wote wa ambao washikadau wote ambao wanatumia barabara huu. Asante. Haya, asante sana. Huyo ni DCC wa eneo hili la Loitokitok ambaye watakuwa kwenye msafara ya kuelekea hadi kule eneo la Kimana tutakuwa na mbatana nao. Lakini nitakumbuka kwamba eneo hili ajali imekuwa nyingi kabisa na watu mashuhuri. Kuna mwimbaji tu mashuhuri hivi majuzi alihusika kwenye ajali akafariki. Pia kuna mwenyekiti wa kamati ya misitu katika eneo hili. Pia kuna afisa wa polisi kama wiki mbili zilizopita alifariki hapa hapa Ilasit. Kwa hivyo ni swala ambalo limesababisha viongozi wa kanisa pamoja na idara ya usalama kuanza kuhamasisha, hususan wale vijana wa bodaboda, ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa mashirima. Kutoka hapa tutakuwa tunaelekea kule Kimana, lakini sina la ziada, narejesha kwako kwa, kwa mimi naitwa Robert Masai. Naam, shukran, shukran Masai kutoka kaunti ya Kajiado na tunawatakia kila laheri kwenye matembezi hayo. Mtazamaji, tunapumzika kidogo, tunarejea.